Ule Vatikana, yani makadinali wa kanisa katoliki hapo jana walikubaliana tarehe saba ya mwezi ujao kuwa tarehe rasmi kuanza vikao vya baraza la siri kuelekea kumchagua papa mpya. Emmanuel Makundi na maelezo zaidi. Makadinali walio na umri wa chini ya miaka 80 watakutana katika kanisa la Sistine kuchagua papa mpya atakayeongoza waamini zaidi ya bilioni 1.4 duniani kote, uchaguzi ambao, ikiwa kiongozi mpya atapatikana, atakabidiwa na mlima wa changamoto zilizoachwa na mtangulizi wake. Baada ya kifo cha Papa Francis, makadinali 250 na wawili waliitwa Roma, ingawa 135 tu ndio wanaostahili kupiga kura, 108 na kati yao walichaguliwa na Papa Francis. Kwa mujibu wa utaratibu wa uchaguzi wa papa, zitapigwa kura nne, moja asubuhi na nyingine jioni, hadi pale mmoja wa wateule atafikisha theluthi mbili ya kura zote. Aidha, katika hatua nyingine, makardinali ambao waliondolewa hadhi ya ukardinali na Papa Francis pamoja na kushtakiwa kwa makosa mbalimbali hawatashiriki zoezi la uchaguzi licha ya baadhi yao kushinikiza kufanya hivyo, akiwemo Angelo Becciu aliyekutwa na hatia ya matumizi mabaya ya ofisi.